Eh, video ambayo imekuwa ikisambaa sana katika page na mitandao mbalimbali ya kijamii video hii ya msanii huyu Kin'gamuzi ambaye yuko na meneja yake eh, bwana Rascal eh, Medi. So eh, ameweza kushare video hii katika eh, eh, page na ukurasa wake mm, wa Instagram, kupitia Insta story Diamond Platinumz mwenyewe alafu chini akaandika, ila Kin'gamuzi cheche, alafu <laughs> aka flash na emoji tano za kucheka

Ah. So reaction hii ambayo ameweza kuchukua mtu mzima Diamond Platnumz e, imeweza kushangaza sana mashabiki na wa, kiupande wao wameweza kutoa maoni yao kufuatia hii post ambayo ameweza kuwaposti hawa e, Kingamuzi pamoja na washikaji zake wa karibu e, hivi karibuni kama unakumbuka kuna interview ambayo ileweza kufanywa kupitia Wasafi TV pamoja na Wasafi FM ambayo ilikuwa inamhusu Kingamuzi mwenyewe akiwa na manager wake Rascal Medi ambapo waliweza kutengeneza e, sound hit ambayo imekuwa ikifanyiwa challenge sana katika mtandao wa Instagram, na imekuwa ikienda sana kwa kasi pamoja na TikTok, ambapo katika hichi kipande ambao wanasema hey, hey man hey. Hichi hapa kipande so, wamekichukua kutoka katika moja kati ya kipande, eh, wame eh, eh, kipande ambacho ameimba mtu mzima Diamond Platnumz katika nyimbo ya Sasampa ambayo imeweza eh, kufanya vizuri sana of course, hivi sasa ina a lot of views, kwa maana ya watazamaji wengi sana wameweza kuminika katika page na ukurasa wa mtu mzima Diamond Platnumz kwenda kushuhudia ngoma hiyo ambayo kwa sasa imekuwa ni ngoma ambayo imeenda na shati zake katika upande wa Insta story na kuandika, ila King'amuzi cheche. <laughs> So hili limeweza kufanya mpaka watu wengi wakwa wanajiuliza inawezekana Diamond Platnumz amefurushwa sana mpaka, e, ukiona Diamond Platnumz mwenyewe ameshare reels, yani ni reels ambayo ilikuwa inasambaa, yeye kaenda kaichukua na kuishia katika insta story yake. So hii inaonyesha ni kiasi gani amevutiwa na hichi ambacho amekuwa akifanya msanii huyu Chipkidz, ambaye ni upcoming, anakuja mpaka hivi sasa ameweza kuteka hela sana. Kumbuka siku za nyuma Chino Kid aliweza kukutanisha mtu mzima Kin'gamuzi pamoja na mwanadada kut, e, huyu ambaye anakuja kwa kasi sana kama msanii Amina aliweka katika nyimbo yao ambao waliweza kuteka sana ndani ya siku mbili tatu za hivi karibuni. So ambacho kinaendelea katika pages na mitandao mbalimbali mbali ya kijamii, amekuwa gumzo sana huyu bwana Kingamuzi ambaye amekuwa akiongeleka sana katika media mbalimbali. Hata ukiangalia katika, mbali mbali, katika blogs zile kubwa kubwa ambazo tunazitegemea hapa Bongo kama Bongo Trending habari, lakini pia pamoja na Timothy Mal media. Mm, wamekuwa wakiriposti sana kwa kasi hizi posti zao zikimhusisha mtu mzima Kingamuzi pamoja na Mama Amina. So baada ya Diamond Platnumz kushia clip hii ambayo ilikuwa inamuonyesha Kingamuzi akiimba ngoma ya Sasampa akipiga freestyle pamoja na shere zake, nilikuwa napitia baadhi ya maoni na comment za dau, kile kitu ambacho walikuwa wanakizungumza, walikuwa wanasemaje? Na mtu upitie katika moja na mbili, huyu ni Tro Regnas eh, saki kaza kusema kwamba anajipendekeza sana kwa Tanzania lakini hatumtaki. Huyu mwingine anaitwa Clark climax ands likiweza kusema kwamba anatafuta huruma za kijinga. Mbona zamani alikuwa haposti anaposti ujinga tu? Mwingine ikiweza kusema kwamba du, Jumapili eh, Mubarak kijana ana potential. <laughs> Sasa hii comment e, zimeweza kuzua gumzo sana katika peji na mitandao mbalimbali. Mwingine akaanza kusema kwamba anatafuta huruma, asubiri hiyo huruma. Ya Watanzania hatumkubali hata kidogo Diamond Platinumz. Mwingine akaanza kusema kwamba kweli tumemshtukia. Mwingine akaanza kusema kwamba nipo na we, e, baby mwingine akaanza kusema kwamba tukome kabisa. Hizo ni baadhi ya comment za dawa ambazo wamekuwa ki-comment kufuatia hii clip ambayo ameweza kuishare mtu mzima Tamo Platinumz katika page yake na kurasa yake wa Instagram akionyesha kupendezwa na hii freestyle ambayo alikuwa anaichana hapa mtu mzima Kin'gamuzi. Uona zungumzaje kwa upendo wako, shika comment yako chini. Hapa ni Bluehost Dax Media, mimi ni todo dax_drizzi. Ungana siku bonyeza alama subscribe ili uwe mwanafamilia wetu wa kwanza ambaye utakuwa unapata update zetu kila wakati na kila muda.